<laughs> Bana eh. Moja kati ya somo tamu kweli kweli kuwahi kulifundisha katika kipindi cha Love Talks. Basi ni somo hili la leo. Hili somo ni moja ya somo ambayo kwa hakika itakwenda kubadilisha mtazamo wako juu ya kujua mwanamke anayekupenda kweli, wewe mwanaume. Kumekuwa na maswali mengi sana au umekuwa ukijiuliza maswali mengi sana. Je, mwanamke anayekupenda kweli hufanya tabia zipi au hufanya nini mara kwa mara mm? Ambavyo ukiviona kwa hakika, mwanaume utajua tu kwamba huyu mwanamke anayekupenda kweli endapo watafanya hivyo vitendo au mambo ambayo nitakwenda kukwambia katika kipindi cha Love Talks ya leo na leo kwenda kuchimba kwa kina zaidi tuweze kwenda kujua je ni mambo yapi hayo. Basi kama ni mara yako ya kwanza unatazama video hii, basi hakikisha unabonyeza alama ya subscribe, unabonyeza alama ya kengele. Hapo utakuwa umekuwa mwanafamilia wetu, na utakuwa unapokea mafunzo kila itwapo leo. Basi Pasipo kuchelewesha muda, twende tuingie darasani. Kwa hakika leo utakwenda kujifunza kwa kina na utaelewa tu. Nikukaribishe katika somo la leo. Haya, hapa ni mambo manne ambayo kwa hakika mwanamke wako au mpenzi wako akiyafanya basi kwa asilimia tisini au mia moja anakupenda kweli, na leo mwanaume utakwenda kujifunza haya mambo na utapata kwenda kuyaelewa kwa kina zaidi. Jambo la kwanza, mwanamke anayekupenda kweli awezi kukuomba kitu ambacho una hii ni moja ya pointi muhimu sana mwanamke anayekupenda kweli hawezi kukuomba kitu ambacho wewe mwanaume wake huna. Mfano, mwanaume kwa siku unaingiza shilingi elfu tano alafu mwanamke wako anakuomba shilingi elfu hamsini ya matumizi. Ndugu yangu, hehehe, hapo tayari kuna mtihani kidogo. Na sio mtihani kidogo, ni mtihani kweli, kweli. Hmm. Maana yake haiwezekani mwanamke anajua kipato chako kwamba kwa siku unaingiza shilingi elfu tano alafu akuombe pesa ambayo ni juu ya kiwango ya ile pesa ambayo unaingiza. Mwanamke anayekupenda sana atajali sana kipato chako ambacho unacho, atazingatia, mwanaume wangu kwa siku anaingiza shilingi ngapi, na mimi natakiwa nimuombe shilingi ngapi hmm? so ni moja ya vitu ambavyo mwanamke anayekupenda huaga na viangalia hasa. Ndugu yangu wewe, ambaye mwanamke wako ajali kipato chako, anakuomba hela juu ya kipato chako ambacho wewe unaingiza, ndugu yangu, jaribu kumwangalia kwa kina zaidi. Sisi hatukushauri mwache, hapana. Sisi tupo hapa kwa ajili ya kujenga, sio kubomoa. so wewe kama mwanaume utaangalia ni jinsi gani unaweza kulisolve hili ukiona mwanaume mwanamke mara kwa mara anaendelea kukuomba pesa zaidi ya kipato chako, ndugu yangu, funguka macho mwanaume, wewe ni mwanaume hmm? Umeumbiwa, umeumbiwa akili zaidi ya mwanamke. So hakikisha unakuwa unamchunguza, inakuwaje anataka pesa zaidi ya kipato changu? nafikiri jibu utalipata. So, hakikisha unazingatia jambo hili. Jambo la pili ambalo mwanamke akikupenda ulifanya anakuwa na tabia ya kuwa na wivu na wewe yani, asilimia tisini mpaka mia ya wanawake wanawivu sana, na katika maisha ya mapenzi au mahusiano, wivu ukikosekana, hakuna mapenzi. Kwa nini? Mapenzi ni hisia na wivu ni moja ya hisia ambayo inakaa ndani ya mtu. Sasa kama hakuna wivu, basi hakuna mapenzi. Mwanamke anayekupenda kweli atakuponea wivu, atataka kujua unafanya nini, upo wapi, upo na nani. mm? kumtafuta, mbona na simu kidogo amewaka, wacha tu siku yani yani. Ulale mapema yani. Usipate chance ya kuwa na mtu mwingine. Sasa kama wewe ndugu yangu, demu wako au girlfriend wako akuonee wivu, basi Angalia kwa kina zaidi, inakuwaje? Kwa nini asikuonea wewe wivu? Anakwambia mi hapana, mi sina wivu kabisa. Hapana ndugu yangu, huyo hakupendi bana. Mwanamke anayekupenda atakuonea wivu, leo kesho, hmm? <laughs> Jamani, mwanamke ana wivu mbaya ile yani wewe mwanaume, wivu wa mwanamke <laughs> ni mara mbili ya wivu wako ambao wewe unao, hmm? Itakushangaza sana, lakini ndio ukweli. So kama wewe kama mwanaume hakikisha mwanamke wako anakuwa na wivu na wewe ili uweze kujua na kupenda kweli. Ila hapo ni jambo la pili la muhimu sana. Jambo la tatu, mwanamke anayekupenda kweli lazima watu wake wa karibu watakujua tu, yaani lazima watu wakujue. Sasa kama wewe una girlfriend wako anakuambia, oh, bebi, mimi sitaki watu wajue eh, tuwe kwanza private, sina kuaje hivi na hivi, maneno mengi. Ndugu yangu, kwa asilimia sitini kama sio sabini, huyu mwanamke <coughs> akupendi au hayupo tayari kuwa na wewe katika mahusiano mpaka watu waanze kujua. Mwanamke akikupenda utapostiwa, ndugu yangu Atakomenti status zake, atakuweka wewe kila sehemu, ni wewe dp profile picha, yani kila kitu unakuwa ni wewe, atakuposti sana ili watu tu wajue. Yani mwanamke akupenda, huna haja ya kutangaza kwamba fulani demu wangu. Hapana, hiyo kazi unamwachia mwanamke huyu kukutangaza wewe. Sasa hmm. wewe ukikaa waanze kusema fulani demu wangu, hapana hiyo kazi ni ya mwanamke mwanamke, mwenyewe ndo naye jipromoti yani, atakupromoti wewe kwa watu wakujue kwamba yeye anatoka na wewe. Lakini wewe ndugu yangu, mpaka leo unafichwa. Wewe ambao unaniangalia, naongea na wewe ambao mpaka leo unafichwa, jiangalie vizuri ndugu yangu, huko ulipo unapotea. Mahusiano na ya sasa sio ya kufichana, nakuwekana wazi, ili uweze kupata kujua au uweze kupata kujulikana. So mwanamke anayekupenda kweli atakuweka wazi kwa watu wake wa karibu, kila rafiki yake atakujua. Lakini wewe ambao unafichwa, ndugu yangu, jiangalie kwa jicho la pili. Jambo la nne na la mwisho ambalo mwanamke anayekupenda kweli ulifanya ni kwamba, kukujulia hali kila muda yani, <sighs> wanasemaga wanaume wanaonga, lakini watu ambao wanaonga ni wanawake. Mwanamke akupenda kweli atakujali sana, hata kile kidogo alichokuwa nacho anataka na wewe uweze kukipata, yani muweze kufaidi wote, hiyo ndio anayekujali. Atakupigia simu tukichokozi, upo wapi? unafanya nini? umelala Yaani, teksi kama zote, lakini kama kupendi hawezi kufanya hivyo. Kwa hiyo mwanamke anayekupenda kweli, anakujali, anakujulia hali, hali. Hmm? Maendeleo yako vipi? Kazini vipi? Ndugu yangu, mwanamke ni kiumbe ambaye kupenda kwa hakika utafurahi na utaenjoy kupitia mahusiano yenu. Basi mimi nikushukuru kwa kutazama kipindi cha Lovetalks Africa. Naamini kuna jambo ambalo kwa hakika umejifunza kupitia somo la leo, na kipindi hichi kimeandaliwa na Mr. Brandy na kuleta kwako, na mimi Job Junior niliyekusimulia somo hili. Basi nikutakia wakati mwema na kwaheri. kwa sasa tukutane katika masomo yanayokuja Love Talks. Kuna masomo mengi ambayo tutakwenda kufundisha, kwa hiyo ni kuombe tu, kama bado hujawa mwana familia, subscribe then subiria masomo yanaokuja mbele.